Kati ya kufanya mawasiliano yote kidijitali ili kuwafikia wananchi wote wanaohitaji ufahamu kuhusu yanayoendelea kwa muda ufaao. Mwakilishi wadi ya Chakol Kusini, ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya mawasiliano bungeni humo, Denzel Musumba amesema kuwa watahakikisha wanaotoa elimu ya kutosha kwa umma ili wawe na uelewa wa namna mfumo huo unavyofanya kazi.

na ukweli kwamba uh, wengi tuliingia in confusion, but now the count the, the people of Busia are expectant of us kwamba tuwapatie huduma. We appreciate and we are promising that we shall go, we are going to work, na tuone ya kwamba watu wa Busia w wamepata, eh, wamepata msaada kutoka kwetu ya ile ambayo inajenga